Siku moja mwanaume alimtoa outing mpenzi wake, wametoka wameenda restaurant kwa ajili ya kufurahi kula maisha, lakini kinachotokea ni kwamba kuna mwanamke anakuja anauza miwani. Anamwambia, jamani, karibuni, mimi nauza miwani mizuri, itawapendeza mkiivaa. Ndani ya ile miwani kulikuwa kuna maandishi ambayo yameandikwa kwamba she is cheating on you. Yaani huyu mwanamke wako anakusaliti, ni msaliti. Jema baada ya kuona yale maneno akashtuka akajua kwamba huyu mwanamke kuna kitu ambacho anakifahamu. Hakudharau, ikabidi azuge kwamba: okay, fine, miwani unauza shingapi? Mwanamke akataja bei ya miwani, akasema okay, nitakusapoti, lakini na hela nyingi, sijui utakuwa una change. Mwanamke akasema hapana, sina change. Akasema okay, fine, twende pale counter, tukaombe change, ninunue hiyo miwani. Mwanamke alikataa kwamba achana naye bana, miwani ya nini? Acha huyu maskini aondoke zake, mwangalie amekuja hapa kuharibu tu mipango ya watu Jamaa akasema hapana, sijari, ngoja nimsapoti, si unajua matajiri wanakuwa gawana mambo mengi eh, kweli. Jamaa akanyanyuka akamfuata mwanamke, akaenda hadi kaunta, akaanza kumuuliza kwamba nimeona katika miwani imeandikwa kwamba she is cheating on you yani, anakusaliti. Mwanamke wangu ananisaliti? Kwa nani? Basi ndipo ambapo mwanamke akaanza kumwambia jamaa kwamba nimemwona mpenzi wako yule ambaye umekaa naye pale, yupo na mwanaume mwingine na wana kisi ndani muda mfupi akawa anaingia mlemavu yupo katika wheelchair, ama kiti cha e, wagonjwa ama watu walemavu akasema, niliyemwona na kisi naye ni huyu ambaye anaingia. Jamaa akasema hapana, haiwezekani, huyo ni babake mzazi. Kwa nini unasema ni mpenzi wake? Inawezekana uliwaona tu, ila huyu ni babake mzazi. Binti akakataa akasema, hapana, huyo sio babake mzazi. Kwanza sio mlemavu, lakini cha pili niliona wanakisi mdomoni how come mtu na babake mzazi wakakisi mdomoni yani kisses za wapenzi? Basi jamaa akasema hapana, hii iko nje ya ufahamu wako, haujui chochote emwe, ondoka zako hapa, unahitaji kunifarakanisha mimi na mpenzi wangu. Basi jamaa akadharau, akaachana na yule dada wa miwani na akarudi kwenda kuketi katika meza ambayo ameketi mpenzi wake pamoja na babake ambaye ni mlemavu, yupo katika kiti cha walemavu ama wheel chair. Sasa jamaa akawa amekaa pale, wanapiga stori, wanafurahi, wanaenjoy, lakini ndani ya muda mfupi ikaanza mada nyingine. Mwanamke akamwambia jamaa kwamba nashukuru sana, huyu ni baba yangu, umetusaidia sana, na sasa hivi anaenda kufanyiwa sajari na inawezekana akapona kabisa na akasimama tena akatembea vizuri. Kwa hiyo jamaa kumbe alikuwa anazugwa huyu ni mpenzi wa mwanamke na mwanamke kadanganya kwamba ni babake mzazi. <laughs> Ila wanawake, jamani, wanawake, hakika hawa watu wana akili nyingi sana. Sasa kinachotokea ni kwamba mwanaume anatoa document ya kusain ili aidhinishe kiwango kikubwa sana cha pesa kitoke kwa ajili ya kwenda kumsaidia baba mkwe, asijue kwamba huyo sio baba mkwe, ni mchepuko wa mpenzi wake. Imagine anamsaidia mchepuko bila kujua akiamini kwamba huyu ni baba mzazi wa mwanamke wake. Kwa hiyo jamaa alikuwa anaenda kusaini kiwango kikubwa sana cha pesa ili baba mtu akafanyiwa upasuaji na akae sawa aweze kusimama ndani ya muda mfupi. Anakuja yule dada ambaye alikuwa anauza miwani, amevalia nguo kama za muhudumu, akiwa ameshika jagi ambalo ndani yake linaonekana ni jagi lina maji ya moto, akamsogelea yule mlemavu, akaakti kama anamwagia, si unajua moto wa maji ya moto eh? Jamaa mbona alinyenyuka baada ya kusimama, yule dada wa miwani ambaye amevaa nguo za kujifanya ni mhudumu wa hiyo restaurant akasema ndio unatakiwa usimame hivyo, na usiigize tena unakaa katika kiti cha wagonjwa ama wheelchair. Mwanamke naye akazuga. Ndipo nakwambia wanawake wana akili nyingi sana bana. Akasema o oh, Mungu wangu jamani, baba umeweza kutembea tena. Ehe, wanawake wana akili nyingi bana. Kwa hiyo jamaa alishaelewa mchezo nini ambacho kinaendelea, kwamba walikuwa wanamuigizia. Kwa hiyo akamwamini kwa asilimia mia, mia yule mwanamke ambaye alikuwa ni muuza miwani kwamba amemuokoa na amemsanua. Kwa hiyo jamaa alichokifanya akasema nyie ni waigizaji, huyu sio baba ako, ni mpenzi wako, na nimeshajua mlikuwa mnaniibia pesa, unanidanganya, unasema ni baba ako mzazi na kusaidia kumbe ni mpenzi wako. Imeniumiza sana, kwa hiyo naombeni mnyenyuke hapa wote muondoke zenu nisiwaone tena kabla polisi hawajaja, kwa kesi ya kumwibia mtu kwa njia ya ulaghai. Kweli bana, mwanamke na jamaa ambaye alijifanya ni mlemavu akaondoka zao, jamaa akabaki na yule binti ambaye ni muuza miwani, akamwambia nikufanyie nini, kama itakuwa shukurani kwa kile ambacho umenifanyia, kwa msaada ambao umenifanyia. Unadhani kama ungekuwa ni wewe ungemwomba jamaa akupe zawadi gani, ama ungemwomba jamaa akufanyie nini? Mwanamke alichokifanya akamwambia, kwamba mimi ninachokihitaji uinunue ile miwani tu, itakuwa ni baraka tosha kwangu na itakuwa ni malipo tosha kwangu, kwa hiyo mengine usijari. Kweli jamaa kanusurika kwa kile ambacho kilikuwa kinaenda kumtokea. Alikuwa anapigwa pesa nyingi sana, kwa kuigiziwa kwamba yule mwanamke yule ni babake mzazi na anaenda kumfanyia upasuaji na jamaa ndiye ambaye anatoa mpunga n anyway. mimi naitwa Jimmy Godfrey, ninaimani kupitia video hii kuna funzo kubwa sana ambalo umelipata. Inawezekana kuna siku moja mtu alikuita akahitaji kukuambia kitu ukadharau. Kupitia hii video ninaimani, next time hautamdharau mtu yoyote yule ambaye atahitaji kukuambia kitu. Kuna wengine wanahitaji kukuokoa lakini hawajui ni namna gani watakuokoa. Karibu sana, hii ni Bongo